Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uwezo, ninakushukuru Mungu wangu kwa upendo wako kwenye maisha yangu, ninasema asante Bwana kwa kunilinda na kunitunza. Baba yangu wa mbinguni, ninakushukuru kwa uhai wangu, nakushukuru kwa pumzi ya maisha yangu, nakushukuru kwa kuniamsha leo nikiwa mzima na salama. Ninasema asante Bwana kwa asubuhi iliyo njema, asante Bwana kwa ulinzi wa usiku mzima. Ni wewe Bwana uliyekuwa pamoja nami, umenilinda, umenitunza katika amani ya nililala salama na katika amani yako nimeamka salama. Asante Bwana kwa ulinzi wako usiku na mchana. Asante kwa rehema zako zisizoisha maishani mwangu. Asante kwa neema zako mpya kila asubuhi. Na kushukuru kwa mambo niliyoyaona na hata yale ambayo sikuyajua Bwana, lakini mkono wako ulikuwa juu yangu. Asante kwa upendo wako. Asante kwa kunipenda bila kipimo. Asante Bwana kunivumilia. Asante kwa kuchukuliana na madhaifu yangu. Asante kwa kuwa Mungu wangu wa maisha yangu siku zote. Ninakushukuru Bwana kwa maana ni wewe upo upande wangu siku zote. Ni wewe unayenilinda na kunitunza niingiapo na nitokapo. Asante Bwana, hata kwa ajili ya familia yangu, unatuonekania na kututunza kila itwapo leo. Baba, ninakuinua, ninakubariki asubuhi ya leo, narudisha sifa na utukufu mbele zako. Chini ya kiti chako cha enzi ninapiga magoti kwa moyo wa unyenyekevu na kushukuru bwana asante kwa wema wako na fadhili zako asante kwa upendo wako asante bwana kwa kunipenda na kunivumilia asante kwa kuwa mungu wa maisha yangu bwana asante jehova asante bwana kwa yale ninayoyaona nisiyoyaona wewe, ni Mungu mwema, wewe ni Mungu mwaminifu. Ninakushukuru Baba yangu, pokea sifa na heshima. Wewe ni Mungu unayestahili kuabudiwa, wewe ni Mungu unayestahili sifa na utukufu. Bila wewe Bwana, mimi si chochote, bila wewe Yesu, mimi si chochote. Ninakuabudu Bwana, asubuhi ya leo ninakurudishia sifa na heshima. Bwana unastahili, Mungu wangu unastahili, Baba yangu. Asante Bwana, asante Yesu. Baba ninakuja mbele zako kwa unyenyekevu mkubwa. Asubuhi ya leo Bwana nikitambua mimi ni dhaifu bila wewe Bwana. Nakuomba unisamehe dhambi zangu zote za mawazo, za maneno na matendo niliyoyatenda Bwana, nilizojua na nisizojua Bwana. Ninaomba unelehemu, nitakase Bwana kwa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani. Nisafishe moyo wangu Bwana, takasa huu moyo Yesu, takasa maisha yangu Bwana, ondoa uchafu wowote wa rohoni na mwili nioshe mawazo yangu, nitakase huu mwili Bwana, takasa hii roho Bwana, nifanye chombo safi kinachofaa kutumiwa na wewe. Nitakase Bwana, nisafishe Yesu. Ninaomba rehema hata juu ya familia yangu, ninaomba rehema kwa watoto wangu, ninaomba rehema kwenye ndoa yangu, ninaomba rehema kwenye familia yangu Bwana, naomba rehema zako zikasimame badala yangu, unirehemu Bwana, unita Yesu niliposhindwa kusimama kwenye dhambi yangu, Bwana naomba unirehemu Yesu, naomba unirehemu, nitakase Bwana nisafishe kwa damu yako takatifu iliyoweza kumwagika pale msalabani kwa ajili yangu, kwa ajili ya uchumi wangu, kwa ajili ya kazi za mikono yangu, nirehemu Bwana, ondoa chochote ambacho hakikupi utukufu wewe, ondoa kila namna yoyote ya udhalimu, ondoa kila namna yoyote ya chafu, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo nilemu Bwana, unisafishe Yesu, niwe mweupe kuliko theluji ili nifae mbele zako, nifae mbele zako e Bwana kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo nasogea mbele zako Bwana, ninajikabidhi kwako Mungu wangu, nakabidhi maisha yangu kwako Mungu wangu, ninakupa maisha yangu Bwana. Leo ninajikabidhi kwako kikamilifu, asubuhi ya leo najikabidhi kwako Bwana, asubuhi ya leo najikabidhi mikononi mwako Yesu. Ninakupa maisha yangu Bwana, ninakupa ndoto za maisha yangu, ninakupa maombi ya maisha yangu ninakupa maamzi yangu Bwana, na njia zangu zote. Roho Mtakatifu, nisaidie, ninakabidhi maisha yangu. Sitamani kuishi kwa akili zangu, nataka kuishi kwa uongozi wako Roho Mtakatifu, nataka kuishi jinsi wewe upendavyo, nataka kuishi kwa mapenzi yako Bwana. Nifundishe unachotaka nifanye, mimi na familia yangu. Nifundishe Bwana, namna ya kufanya hata kwenye masomo yangu nifundishe, kwenye uchumi wangu nifundishe, kwenye biashara yangu hii Bwana nifundishe, kwenye kazi za mikono yangu nifundishe, kwenye utumishi wangu Bwana. Sitamani kuishi kwa akili zangu, sitamani kufanya kitu chochote pasipo mapenzi yako. Nataka kuishi kwa uongozi wako Bwana, nataka kuishi kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Bwana nisaidie, Yesu nifundishe, unachotaka nifanye, unachotaka nikifanye, nionyeshe njia zako za kweli, na unipe moyo wa kukutii kwenye maisha yangu. Nisichukue hatua bila wewe, nisifanye maamuzi nje ya mapenzi yako, nisifanye chochote kisichokupendeza wewe Bwana. Nifundishe ni nielekeze, Bwana niongoze, Yesu nisaidie, Bwana nielekeze, Bwana niongoze, Bwana niishi kwa kukupendeza wewe, niishi Bwana pamoja na wewe, nisienende kwa akili zangu, nisienende kwa mapenzi yangu. Bwana ongoza hatua zangu, Yesu ongoza hatua zangu, Bwana ongoza mawazo yangu, Yesu ongoza akili yangu. Bwana pasipo wewe mimi si lolote, pasipo wewe mimi siwezi fanya chochote kwenye malezi ya watoto wangu. Bwana niongoze, nisaidie. Kwenye afya yangu nifundishe kuishi Bwana maisha ambayo yataimarisha afya yangu, nifundishe Bwana kufanya uchumi ambao Bwana umenikusudia, nifundishe kufanya biashara ile ambayo wewe ulionikusudia, nifundishe Bwana nielekeze Yesu, niongoze Mungu wangu, nisaidie Bwana. karaba shakari Lipo si Leke si rama karaba shakari endelemo lipo sikatara baba leke sikete li enderema rama shakatara bakoli ya rabu like sekete terebo. nifundishe Bwana, nielekeze Yesu nisichukue hatua bila wewe, nisifanye maamuzi nje ya mapenzi yako Bwana, kwenye maeneo yote ya maisha yangu, kwenye maeneo yote ya maisha yangu. Ukaguse Bwana kila hatua ya maisha yangu, ukanitembele kila itwapo leo Bwana, ili nisitoke katika njia yako, ili nisitoke katika mapenzi yako karababalia ya makondele marabu rakashakatatarab lekesiketerebo yenderema rama marama kozi yende le makarabu. Baba, nakuja mbele zako Baba, na kuomba uponye nafsi yangu, ondoa maumivu ya ndani, ondoa huzuni, ondoa hofu na mashaka ndani yangu. Bwana, ninavunja kila mzigo wa mawazo, ninakataa kila mzigo wa mawazo mabaya, kila stress ya namna yote, kila wasi wa unaoniremea ninakataa kwenye maisha yangu, ninakataa kwenye maisha yangu. Ninakataa mawazo yote mabaya kwenye familia yangu, kwenye kila nachokifanya. Bwana, nijaze amani yako Bwana, ipitayo akili zote, nijaze amani ipitayo kila kitu. Bwana, amani itawale moyo wangu, amani itawale mawazo yangu, amani itawale wale maisha yangu, amani itawale Bwana, kuanzia uwayo hadi utosi Yesu, amani yako Bwana iwe ndiwe, ni kila kitu kwangu, iwe ndio kila kinachoamua kwenye maisha yangu leo. Nachagua amani, asubuhi ya leo nachagua amani yako Bwana, nachagua tumaini lako Yesu, na kuchagua Bwana wewe, nachagua imani ndani yako Bwana na kuchagua wewe Bwana na kuchagua wewe, wewe Yesu uliye mjenzi wa maisha yangu uliye imani yangu uliye maisha yangu. Ninakuchagua wewe Bwana, ninakuchagua wewe Yesu, katika uchumi wangu, katika afya yangu, katika masomo yangu, katika malezi ya watoto wangu. Ninakuchagua wewe Bwana, ninakuchagua wewe Yesu, ninakuchagua wewe Bwana, Baba yangu na Mungu wangu, jenga maisha yangu upya Bwana, nijenge upya Yesu, jenga tabia zangu Bwana, jenga maamuzi yangu Yesu, jenga mwelekeo wa maisha yangu Bwana. karababa limakondele mali arabu liko shikete terebo sikatarabu raka sakatarabu Baba, Baba, ondoa uvivu wote wa kirona kimwili ndani yangu kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Ondoa kukata tamaa ndani yangu Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo, ondoa kila roho ya kushindwa Bwana, ninakataa kila roho ya kushindwa ninakataa kila udhaifu wa rohoni na mwilini. Ninakataa kila roho ya kukatishwa tamaa kwenye maisha yangu, kwenye biashara yangu, kwenye uchumi wangu, kwenye fedha yangu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, nijaze bidii yako Bwana, nijaze hekima yako Bwana, nijaze nidhamu yako Bwana. Kila nilichogusa kianze kufa kufanikiwa, kila hatua yangu ipate baraka zako. Kila nilichoanzisha kianze kufanikiwa kuanzia sasa, na kila hatua yoyote niliyoianzisha kwenye maisha yangu ipate baraka zako, ikachanue, ikazae, ikaongezeke, ikainuke kwa utukufu wako na kwa uweza wako katika jina la Yesu Kristo. Na kwa damu yako takatifu nasogea mbele zako Bwana. Kwa jina lako Yesu naomba ulinzi juu ya maisha yangu. Funika maisha yangu kwa damu yako takatifu. Nafunika kila kilicho changu Bwana, kwa damu yako takatifu. Naomba ulinzi juu ya maisha yangu, linda roho yangu na nafsi yangu na mwili wangu, ninaleta roho yangu, ninaleta mwili wangu, ninaleta nafsi yangu, vikalindwa na wewe Bwana. Ninakataa kila shambulio la adui, kila shambulio la adui dhidi ya maisha yangu ninalivunja kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kila pingu niliyofungwa, kila kifungo nilichofungwa kwa kujua ama kwa kutokujua, kila mpango wa giza navunja sasa kwa kwa jina la Yesu Kristo. Navunja sasa hivi kwa mamlaka ya Yesu Kristo. Ninasimama imara ndani ya ushindi wa Yesu Kristo. Ninasimama imara katika neema ya Yesu Kristo. Nikiamini ya kwamba maisha yangu yamefichwa damuni mwako yesu maisha yangu yamefichwa damuni mwako yesu maisha yangu yamefichwa damuni mwako biashara yangu imefichwa damuni mwako kila kilicho changu kimefichwa damuni mwako bwana raba baba rama kosikata raba yesu nakuja mbele zako baba ninakushukuru kwa kunisikia asante bwana nakushukuru kwa kile unachofanya sasa na hata kile utakachofanya baadaye. Ninakutukuza, ninakuheshimu, ninakupa utukufu wote Bwana. Maisha yangu yako mikononi mwako Yesu, na nina imani Bwana, kwa sababu wewe ni Mungu wangu. Nina imani Bwana, wewe ni Mungu unayenisikia na kujibu. Nina imani Bwana, yote niliyoyaomba yatatendeka kwa mapenzi yako. Ninakutukuza Bwana, ninakubariki wewe Yesu, kwa maana wewe ni baba yangu na ni mungu wangu, kimbilio la maisha yangu, msaada wangu uonekanao tele wakati wa mateso, kimbilio langu wewe, ambaye ninakukimbilia siku zote na ambaye hujawahi kuniacha. Ninakushukuru Bwana, pokea sifa na heshima, kwa maana umekwisha kufanya na unaendelea kufanya na endelea kufanya. Asante Bwana, asante Yesu, asante Mungu wangu nayenipenda. Asante Yesu wangu nayenisikia. Asante Yesu wangu nayetenda. Asante Yesu wangu. Ninakubariki Bwana, ninakuinua Yesu, ninakutukuza Bwana. Pokea sifa na heshima katika jina la Yesu Kristo na kwa damu yako takatifu. Pokea Bwana ibada yangu hii, pokea maombi yangu haya Bwana, mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo na kwa damu yako takatifu, amen.